Msafara wa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama hicho Dorothy Semu na mwenyekiti wa chama Othman Masoud Othman, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, umezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka za serikali za nchi hiyo. Wengine waliozuiliwa na mamlaka za uhamiaji nchini Angola ni mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu pamoja na ujumbe wa viongozi zaidi ya ishirini ambao ni wawakilishi wa vyama vya siasa kutoka kusini mwa Afrika. Viongozi hao wanashikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa na serikali ya Angola, bila kueleza sababu yoyote na imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ACT Wazalendo. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Afrika yaliyoandaliwa na taasisi ya The Brenthurst Foundation iliyopangwa kufanyika kuanzia tarehe 13 hadi 16 Machi mwaka huu, imeeleza taarifa hiyo. Mbali na viongozi wa ACT Wazalendo, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo wamezuiliwa na serikali ya Angola. Moja ya viongozi waandamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu Ian Kama kutoka Botswana na Andres Arango kutoka Colombia. Wengine ni waziri wa kilimo wa Afrika Kusini na kiongozi wa chama cha DA John Steenhuisen na kiongozi wa chama cha Podemos cha nchini Msumbiji Venancio Mondlane shogngu <coughs> Mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya sita kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo, sisi tunachangia kidogo tu. We, unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo hilo hilo, lishawaka, imewaka. Ndio unacheza na gesi? Basi nipeleke nami nikachukua shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi, yameiva fasta tu. Leo. Oh, oh, oh, oh, oh, waka, oh, oh. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.